Habari, habari ndugu watazamaji wa vipindi vyetu. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba, mimi ni fundi wa local cage. Ameni keji za kisasa. Leo nimeleza vipindi vingi lakini leo nataka nuelezee, uh, kwenye keji yetu kuna kitu muhimu sana ambacho kinaweza kukuletea manufaa makubwa sana. Kama ulikuwa hujui, hii keji ina mfumo wa mayai. Na huu mfumo wa mayai ni mzuri sana wakati unatumia local cage. Manake nini? Hii local cage Kuku wanapotaga mayai hii ipo kwenye mfumo wa slow, yale mayai yanakuja mbele. Yakishakuja mbele, wewe utakuja kuyapotea hapa. Sasa ninachotaka kukwambia ni kwamba faida ya cage manake inaokoa muda kwa asilimia kubwa sana. Kiwa tunazungumzia swala la local cage, tunamaanisha kwamba hapo tunachotaka ni kuokoa muda katika ufugaji wako, ule muda ambao ungekuwa unatumia kuweza kutafuta mayai katika banda lako, huo muda unaweza kufanya vitu vingine badala ya hapo. Utakachokifanya utakuwa unakuja unachukua mayai, maana mayai yanateleza yenyewe yanakuja hapa mbele unachukua tena. Kitu usichokifahamu ni kwamba unapofugia keji, unapovuna mayai, yale mayai yanakuwa masafi na yako salama sana tukitofautisha na mayai ambayo utavuna kwenye banda lako, kuku wanapotaga chini, yale mayai yanakuwa machafu, tukana na kinyesi. Utakuta mwingine kataga, alafu kuku wengine wanakuwa wameadonyoa. Kwa hizo hasara utaepukana nazo kabisa, ambazo kipindi ambacho utakuwa umeshatumia mfumo wa kutumia local cage. Kwa hiyo mimi nikwambie kitu kimoja tu, kwamba local cage ina faida ya vitu vingi sana. Miongoni mwapo ni hiki hapa ambacho nakuzungumzishia saizi, ambacho nakuelezea saizi kwamba kuna faida kubwa sana katika utumiaji wa local cage, hususan ni masuala ya mayai. Mayai ni kitu ambacho sisi kinatupatia fedha, na ndio kitu ambacho sisi, tunapotumia local cage au tunapofuga kuku wetu, tunakuwa tunategemea kuvuna mayai. Sasa kuna sababu ya kuyatunza na kuyalinda mayai kama utatumia local cage, kwa hiyo itakuwa ni salama kabisa. Karibu katika vipindi vyangu, karibu sana nikupe ushauri, tuweze kuwasiliana na mambo mengine yataenda vizuri. Tumia local cage ili kuokoa bidhaa zako.